Baada ya kuwa umeshasajili wanafunzi wako katika shule yako, sasa unaweza kwenda kutumia mfumo, hatua inayofuata ya management. hii management mara nyingi inatumika katika madarasa ya sekondari, kwa wanafunzi mwingine anasajiliwa, kuna masomo mengine yanayofanya, masomo mengine hayafanyi, ila kwa primary mara nyingi tunaamini masomo yote yanakuwa anayafanya. Hii sehemu ni moja ya muhimu sana itakusaidia katika mfumo wako. Kauja sehemu imeandikwa management, hapa utabonyeza fika. Hapo utachagua unataka kufanya management kwenye darasa gani? Utabonyeza sehemu imeandikwa alama ya jumlisha. Ile ya jumlisha itakuonyesha uchaguzi, panakuwa select class. Kwa utafika sehemu utabonyeza. Unataka ufanye uchambuzi huo wa darasa gani? Enda darasa la sita. Fika hapa utachagua, hapa nimekuambia, hapa mara nyingi tunashauri kuchagua au utapaacha wazi sababu, hapo ukichagua, maana utapata wanafunzi wa mkondo huo mmoja. Kama na mikondo mingi, kwa hiyo tunashauri tupaache wazi. Mwaka gani unachagua? Chagua mwaka 2025. Hapo kwenye sexy na kwenye pia atushauri mara nyingi upachague sababu, ukichagua sexy hapa wanafunzi wanakuja ni wale wa seksi moja peke yao. Kwa hiyo unakaacha tu hivi ili waje wanafunzi wote. Kwa kifika hapo, utakuta wanafunzi wako wote wale ambao wamesajili wamekuja hapa automatic, wote wote wote. Utakuta hapa wote wanakuja automatic, wote hao. Kwa kifika hapa, baada kwa wanafunzi wako wote, wana wote, wote, wote. Wapo hapo automatic. Hapo juu kuna hivi vi vi vi alama, kuna alama hii hapa inakwambia kwamba ni sehemu ya, ku, ya kuwapa wanafunzi wako namba admission number zako admission number yanzie ngapi? Labda yanzie 001 au 01 au yanzie namba moja, utachagua. Mimi niliandika hapa 001 nikaandika na hizi namba zao. Baada ya hapo, sehemu yenye alama ya kisawasawa hii. Hii alama ya kisawasawa ina maana kwamba wanafunzi wako wote ulionao nao wanatakiwa sasa uwasaini kwamba wote somo hilo wanafanya, ili, we, ili kurahisishia wewe kuchagua yule ambaye hafanyi hilo somo kwamba labda huyu, huyu tuchukue mfano ni sekondari labda huyu Paulo Adamu Kanondo labda huyu hu, somo la Kiswahili hafanyi, kwa utabonyeza alama ya tiki kwa somo la Kiswahili wanafunzi atakuwa hafanyi. Kwa hiyo kwenye matokeo yako ya mfumo mzima wa shule huyu utakuta somo la Kiswahili kafanya sehemu yoyote hii sehemu ni nzuri sana kuijaza kui, kui, kui, kui, kui, hasa wale zile shule za sekondari hii sehemu ni nzuri sana kujaza sababu inasaidia kuweza kukompaili madarasa yako Kwa wale, walimu wanaotumia mfumo huu upande wa sekondari ni vyema zaidi hii sehemu ya management waweze